Mheshimiwa Japhael Lufungija mwenyekiti wa Halmashauri Kaliua amezindua mpango wa chakula mashuleni. Jumla ya kilo mia nne za mahindi pamoja na kilo mia moja za sukari zimekabidhiwa katika shule hizo za Itagwa na Lufungija Two zilizoko kata ya Saso. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuzindua mfuko wa shuleni. Tunajua sasa hivi kipindi hiki ni kipindi cha njaa na kwamba tumeshajiandaa, tumelima vya kutosha kama ambavyo mmeweza kuhamasika kuja kuchimba na mlivyohamasika kuchangia mchango kujenga shule, niwaombe mhamasike hivyo hivyo kuchangia chakula cha watoto shuleni. Mtakapoivisha chakula, Mheshimiwa mwenyekiti wa kitongoji na kamanda wetu wa sungusungu -sungu, wa ngazi ya, ya kijiji na wa ngazi ya kata, tushikamane wote kwamba tunakusanya vyakula kwa ajili ya watoto, tuwe na benki ya chakula hapa hapa shuleni, kwa sababu tunachofanya tunahamisha kile chakula ambacho mtoto angekila nyumbani asubuhi na kila ambacho angekila mchana kije hapa kile wakati akiwa shuleni. Hivi mtoto anapokuwa ametoka nyumbani, hiki chakula chake kinaliwa na nani? Aondoke nacho, aje nacho hapa. Ninaamini tunajua kukadiria. Hivi tuchukue wastani mtoto tukimtengenezea tu hata tukisema kila mtoto apate debe la mahindi na sisi wananchi tukatengeneza kamati sisi wenyewe, chini ya usimamizi wa jeshi la sungusungu, chini ya usimamizi wa mwenyekiti wa kitongoji, chini ya usimamizi wa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi. Ninaamini chakula hiki watoto watakula kwa msimu mzima. Hata kama ingetokea kuna njaa nyumbani, lakini mtoto anayesoma atakuwa hana shida ya chakula. Ni lazima tubadilike, tuione thamani ya watoto wetu. Nilipokuja hapa nilikuta watoto wanalia na njaa. Kwa hiyo machozi yale wanayodondosha wanakushitaki baba, wanakushitaki mama, wanakushitaki kaka, wanakushitaki dada, lakini pia wanatushitaki sisi viongozi tulio na dhamana katika maeneo hayo. Kwa wote ambao tuna dhamana, tunamwakilisha Mungu, kwa ni vizuri jambo hili, niwaombe wanaitagwa kwa kuwa mfuko leo tumeuzindua sisi usiwe, isiwe mwisho. Tunauzindua ili uwe mfuko wa kuendelea, na tunatamani Itagwa iwe shule ya mfano, ambako shule zingine waje wajifunze kwamba watoto wanapata chakula. shule hii Mheshimiwa Mwenyekiti, tuihamisha kutoka kwenye kituo kwenda kituo, kituo shikizi nyingine sasa ziweze kuendelea na sisi, kwenye idara kwenye bajeti zetu basi tutaenda kuangalia kwa, kwa sababu ndo tuko kwenye maandalizi hayo, na ikifika basi kwenye kamati inayohusika, kwa kuwa yuko hapa kiongozi wetu, basi naye ni mombe atatubariki kwenye mabadiliko ambayo tutaenda kuyafanya kwa ajili ya kuviangalia hivi vituo viwili angalau vipate kidogo kidogo. Mheshimiwa mwenyekiti Nichukue nafasi tena hii kukupongeza kwa ahadi ulizoahidi kwenye hii shule. Najua mheshimiwa mwenyekiti, hazijachukua muda mrefu sana, zimechukua zime masaa 24 tu zikakamilika. Mheshimiwa mwenyekiti, Mungu akubariki sana. Na hii, mheshimiwa mwenyekiti, shule ya Isagenge niliamua kuibadilisha kuita Lufungija Two kulingana na mapenzi ya dhati unayoyaonyesha kwenye kata yangu.